unapokuwa uwezi ku, uwezi hata kugusa simu uwezi hata kwenda sehemu chooni peke yako, mpaka mtu akutizame unafanya nini. Sio maisha mazuri. Vurugu hizi, kuna vitu vikiwa vinatokea vya vurugu, unakuwa wewe unajiangalia tu wewe kama wewe kwa vibe zako na miemko yako, lakini kule magereza kuna watu kwa vurugu tu kutokea, wao tarehe zao za mahakamani zinasimama, upelelezi unashindwa kuendelea kwa, yani, vitu vinakuwa